Mabingwa watetezi wa mpira wa vikapu Friends School Kamusinga wakizidisha ubabe wao kwa kuwalemea na kuwalambisha sakafu washindani wao. Huyu hapa Jeremy Omondi. <laughs> Mabingwa watetezi wa mpira wa vikapu kwa wavulana Friends School Kamusinga wameanza mashindano hayo kwa kishindo walipowacharaza wavulana wa Mkumu vikapu 42 kwa 30 na baadaye kuwaadhibu wawakilishi wa kaunti wa ya Vihiga wavulana wa Chavakali vikapu 51 kwa 19, ushindi huu ukiwahakikishia mabingwa hao wa kaunti ya Bungoma nafasi katika nusu fainali. Katika matokeo mengine ya mpira huo, wavulana wa Butla waliwanyamazisha vijana wa Chavakali vikapu 57 kwa 36 kabla ya kupigwa na wavulana wa Mkumu 25 kwa 31 wawakilishi wengine wa kaunti ya busia sigalame nao wakianza mashindano hayo kwa kishindo walipowatwanga nyang'ori kutoka kaunti ya vihiga vikapu 82 kwa 30 na baadaye kuwaadhibu wavulana wa, wa st peters Mumias kwa vikapu 52 kwa 23 ushindi huu pia ukihakikishia sigalame katika nusu fainali <tipa> Kwenye mashindano ya kinadada wakilishi wa kaunti ya Vihiga Bunyore waliwanyamazisha Mwitoti vikapu 46 kwa 27 na baadaye kunyamazishwa na wasichana kutoka kaunti ya Bungoma. Wasichana wa Butere nao wamewapiga wenzao wa wenza Tigoi vikapu 44 kwa 20 na kisha kuwanyamazisha Chakol wa kaunti ya Busia vikapu 130 kwa vikapu 6 na kisha kuwanyamazisha Chakol wa kaunti ya Busia vikapu 130 kwa vikapu 6. Wasichana wa shule ya upili ya Serakaru kwa vikapu 43 kwa 35. Kwenye mashindano ya raga wachezaji 15 kila upande, wavulana wa Mundika walinyamazishwa na Vihiga 13 kwa 5, Kamsinde wakipigwa na St. Peter's Mumias kwa alama 27 bila jibu. Kolanya kutoka kaunti ya Busia walipigwa na Senende 14, bila jibu nao Bungoma wakinyamazishwa na Msingu alama 10 kwa tano, na baadaye St. Peters wakawapiga Mundika alama 17 kwa 7, huku Kamsinde ikinyamazishwa tena na wavulana wa shule ya upili ya Vihiga kwa alama <coughs> 38 kwa 5, Kolanya wakipigwa na Msingu alama 21 kwa 9 na baadaye wavulana wa Bungoma wakiwapiga Senende alama tano bila jibu. Kwenye mpira wa hoki wavulana wa shule ya wa upili ya Friends School Kamusinga wamewafunga Kolanyo wa kaunti ya Busia magoli mawili kwa moja. Michuano hii itaingia siku yake ya tatu hapo kesho, michuano ya makundi ikitamatika na kisha kufuatiwa na michuano ya nusu fainali. Na ikiwa katika kaunti ya Busia, naitwa Jeremy Umondi.